Haya yalipokuwa yakijiri, aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi naye sasa anasema walinzi wake wameondolewa na serikali. Muturi akisema kuwa hatua hii inatokana na kuendelea kwake kumkashifu rais William Ruto. Spika huyu wa zamani anafaa kuwa na walinzi wawili kama mojawapo ya marupurupu ya kikatiba ya nafasi aliyoshikilia awali. Hata hivyo anasema hatatishwa akiendeleza madai kuwa ikulu ya Nairobi ni uwanja wa ufisadi, kama anavyotuarifu Emmanuel To ameendelea kuwa mwiba ndani na nje ya serikali. Katika mahojiano na runinga ya Citizen Jumanne, waziri huyo wa zamani wa utumishi wa umma amesema maafisa hao wawili wa polisi walipigiwa simu na wakuu wao Jumatatu jioni wakiarifiwa kutoendelea kutoa huduma zao za ulinzi kwake. Kwa mujibu wa sheria ustaafu wa watumishi wa serikali, Muturi ambaye alihudumu kama spika wa bunge la kitaifa tangu mwaka 2013 hadi mwaka 2022 anafaa kupewa marupurupu ya kustaafu ya maisha, ikiwemo pensheni ya asilimia 80 ya mshahara aliyokuwa anapokea kila mwezi, magari mawili, walinzi wawili, wapishi na bima ya afya. Maafisa wengine wanaopewa marupurupu hayo ni pamoja na rais, naibu rais, makamu wa rais, waziri mkuu jaji mkuu na naibu jaji mkuu. Muturi ambaye amekuwa akimwaga mtama kwa wingi tangu atimuliwa afisini na aliyekuwa bosi wake Rais William Ruto akiendelea kupasua mbarika Muturi akidai ikulu ya kidai kuli wa Nairobi ni ugo wa kusakatia soka ya ufisadi, Rais Ruto akiwa na hodha mkuu. Waziri huyo wa zamani aliyepigwa kalamu takriban wiki mbili zilizopita ameahidi kuendelea kurusha makombora dhidi ya serikali aliyohudumu. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi.